Mwaka tisini na tisa nikatafuta jinsi ya kuingia sasa kwenye mm. sanaa mm -hmm. baada ya tisini na sita kupata mtoto mm. nikaenda mpaka kwa muhindi mmoja alikuwa anaitwa Faraji mm -hmm. Faraji yeye alikuwa anauza sinema za kina Mzee Majuto mm. vile vichekesho, lakini ile nifike kule, nafikaje? mm. Kulikuwepo machinga ananiletea tepu hapa katikati naangalia anakuletea nyumbani e, wanapitisha wanatembeza mm. kwao, nanunua saa nyingine wanakukodisha mnaangalia mm. mnamrudishia mm. Mimi nikaambia nataka kumwona huyu anayeuza hizi tepu mm-hmm. Akanambia huyu unaweza kumwona, tupange nikupeleke. Akanipeleka kwa Faraji wakati huo ukiwa okay, unaishi wapi? Naishi Kirwa Rodi. Mamangu alikuwa ni askari aha e, okay. Akanipeleka kwa Faraji Kariakoo dukani kwao nikakutana mm. na Faraji nikamweleza ukweli mm. Mimi napenda kuigiza, naomba mm. nikutanishe na, na Mzee Majuto. Akanambia unapenda mm. wow, kuigiza mm. vichekesho? mm. Sipendi kuchekesha. Alikuwa Mzee Majuto akiwa kina, ulikuwa kina Mzee Small, Mzee Small mm -hmm. Majuto na kina okay Bichao eh, ndo tepu zao zilikuwa zinauzwa sana. uh -huh. Nikamwambia mi sipendi kuchekesha mm. Akasema sasa hii haiwezi kukusaidia, hebu ni connect na mtu mm -hmm. atakaye kusaidia hicho mm. Nachoweza mm. Hapa nina kazi inaitwa shamba kubwa mm. hawa ndo walioifanya ndo mm. Akani connect na director Chris Mwenga okay. Nikaenda kwa Mwenga nikiwa mm. na script, na daftari daftari zangu shandika story mm -hmm. na idea zangu, nikafika akawa muungwana, akanipokea, tukakaa, tukaongea, alikuwa na ofisi ya production tu mm. Tukaongea nkaambia mimi stori zangu hizi hapa Akanambia umejitahidi, umeandika vizuri tu, umekosea vitu vidogo vidogo mm. wakati ulikuwa umeziandika kwenye nini, kwenye madaftari madaftari uh -huh. Akanambia umekosea vitu vidogo vidogo tu, kwa mfano hapa ujaweka yani, huyu mtu anapoongea ili neno anacheza nini mm. Ehe. Kwa hiyo mm, lakini umeandika vizuri mm. nkaambia sawa, akasema basi, wakati unaendelea na mazoezi mm pia nitakuwa nakuelekeza jinsi ya kuandika. Kwa hiyo akakuruhusu moja kwa moja kuingia kaoda? Moja kwa moja kwa sababu nilivyofika pale nikakuta wako watu saba mm -hmm. wakepo wale wazee, wakina mzee Kipala, mzee Pwagu mm. wakina Mama Ambiliki, vijana walikuwa kama mm. wadada, wadada walikuwa ni Bahati na Zawadi mm. kwa hiyo wakawa kama saba hivi mm. Mimi nikawa wa nane mm -hmm. Kujiunga kwenye kunji kikundi, yani nilivyofika kanambia tu tuna kikundi hapo nyuma mm. Ingia kwenye mazoezi, jiona ni utakavyocheza mm. Nikaingia sasa. Mimi nilikuwa nishapenda sana kuigiza mm. Kwa hiyo mazoezi mengi mengi nilikuwa nafanya nyumbani nikiangalia tamthilia uh -huh. Na ekti kwenye kio aha eh, nikiangalia tamthilia kitu nikikipenda na uh -huh. mimi naenda kwenye kio nione kama utaweza kukimudu. Yes, ulikuwa ukiangalia tamthilia za wapi kipindi hiko? za nje, za nje. Nani alikupa ujanja wa kusema ukitaka kujiigizisha nenda kajiigizishe mbele ya kio? karama ni harisi Mungu, mm. anakupa Ye, yani kalama. Mungu alijua kwamba huku ndiko kuna nistahiri. Okay. Yeah. kwa hiyo ilikuja tu yenyewe, ilikuja tu yenyewe. Nikimwangalia ni mtu anaigiza, naenda naigiza, nikiangalia anafoka, naenda anafoka kwenye kio. Okay. Nikiangalia amelia, na mimi kesho, nikimaliza shughuli zangu ile saa tano nakaa kwenye kio naanza kulia <laughs> yani akisha